Samweli Chapile alijikita kwenye uzalishaji wa zao la parachichi tangu mwaka 2018 na anasema licha changamoto zinazojitokeza bado kilimo kimekuwa mkombozi wa maisha yake. nilianza kwa kulima ekari moja eh, lakini kwa sasa nina ekari sita za parachichi. Mavuno ambayo nimeshayapata kutokana saba, na parachichi sasa yamewezesha pakubwa, sababu watoto nao wanne, lakini katoto kato wote wanne wote wameshakuwa wakubwa. Wamesoma mpaka vyuo vikuu. Kwa hiyo hakuna changamoto ambazo za kutana na nashukuru kwamba matunda yamenisaidia pakubwa sana. Changamoto ya upotevu wa mazao punde tu tangu yanapovunwa imekuwa ikiwasumbua wakulima wengi akiwemo Samweli Chapile. Katika tani kumi, unaweza kuona labda nusu tani imeharibika. Ikawa imeharibika kwa sababu ya nini? Ah, uh, uchambuzi unakuwa mkubwa kwa sababu matunda yanakuwa hayapo kwenye viwango vinavyotakiwa. Asasi kilele ya kilimo cha mboga mboga na matunda TAHA inaeleza kiwango cha upotevu wa mazao asilimia 18 mpaka 32, ya mazao ya mbogamboga mboga na matunda ndiyo ambayo yamekuwa yana upotevu mkubwa. Hatua ya kukabiliana na upotevu wa mazao imeanza kuchukuliwa kwa ujenzi wa vituo vitano vya kukusanyia matunda vilivyojengwa na TAHA katika wilaya ya Njombe pamoja na Wanging'ombe. Vituo hivi vinaweza kutunza matunda, sio havina, havijawekwa, havina eh, sehemu ya ubaridi, ila ni vituo ambavyo vinatuz vinatunza mazao eh, vina baada ya kuvuna, yani ni kwamba badala ya kuweka chini ya mti, badala ya kuweka mahali ambapo pana jua kali, mahali ambapo ungefunika turubai. Sasa hilo tumetotua hilo tatizo baada ya kuvijenga hivyo. Sasa mkulima atachukua mazao yake na kwenda kuyatunza pale, wakati anamsubiri mnunuzi, wakati wa kupima. Tangu vituo vya kukusanyia matunda vianze kufanya kazi, wakulima wameanza kuona udhibiti wa upotevu wa mazao, kwa maana ya utunzaji wa matunda umekuwa bora zaidi. Uh, katika tani kumi kisha kuwa imevunwa matunda ya tani kumi unaweza kuona tray mbili au tano, ndio unaweza kazi zimefanya nini? Zimekuwa rejected. Uh, tulikuwa tunapata shida sana namna ya kukusanya matunda, yalikuwa yanapigwa na jua muda mrefu, mvua nyingi zinanyeshewa, kwa hiyo unakuja kuona uharibifu ni mkubwa sana. Kuyumba yumba kwa soko na uwepo wa madalali ni jambo ambalo linapigiwa kelele na wakulima. Kinachoua parachichi mpaka mpaka wakulima sasa hivi tuna matunda yanaanguka tu, wanunuzi wamechukuliwa na madalali, madalali wanafika wanasema 1200 Mara kadhaa serikali imetoa miongozo ya kilimo cha parachichi kwa ajili ya kuendeleza na kulifanya zao kuwa lenye tija. Emerald Kalemba, Azam News, Njombe.